Ni lazima vijana kadhaa wakamatwe wapelekwe jela. Ni lazima wa vijana kadhaa wavunjwa miguu na hao polisi. Sasa, sisi vijana wa Chadema tunaunga mkono msimamo wa chama chetu kwamba kusipo kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, huu uchaguzi hauna maana yoyote kuwepo, kwa sababu kuna haja gani sisi kama vijana watasaii, tukiingia kwenye uchaguzi ni lazima tukumbwe na mambo ya ambavyo nimeweza kuyasoma kule Tumbuma mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa, yupo kijana kwetu Steveni Chalamira aliuliwa kwenye uchaguzi pale Manyoni. Yuko mgombea wa kitongoji wa Dodoma aliuliwa, ili tu sisiwe tushinde. Sasa Chadema ikisema kusipo kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi kusiwepo na uchaguzi, sababu yake wanatetea sisi vijana tusiendelee kushiriki hizi kwenye uchaguzi za kiuni ambazo vijana wa Chadema tunauliwa na kufungwa. Kwa sisi vijana tunaunga mkono msimamo huu wa chama chetu. Na huu msimamo wa No Reforms No Election una maana kubwa sana kwa maisha yetu. Sasa hivi ukiangalia taifa letu namna linavyoendeshwa, hili taifa linaendeshwa kichawa kwenye kila kitu. Linaendeshwa kichawa kwa sababu viongozi walioko madarakani hawajachaguliwa na wananchi. Kwa mfano, tumetoa mfano. Hivi kweli kama rais angekuwa alichaguliwa na Watanzania na kama kweli viongozi wetu tulio nao wana hofu ya kwamba hawa raia ambao waliotuchagua wangeweza kuwa na mshauri mambo ya ole, kama wanao mshauri zaidi mama Samia? Hivi kama hawa watu walioko madarakani wangekuwa kweli wana hofu na Watanzania wangeweza kumshauri Samia kwamba wamkamate Lisu wakamfungulia makosa ya uhaini? Hivi kweli kama Mdudo angekuwa anajua viongozi waliowekwa madarakani wamewekwa na wananchi, angeweza kuambia ninyi wananchi mkome kufika tarehe ishirini na nne kwenye kesi ya Lisu? Angeweza kufanya hivyo? Sasa taifa linaloendeshwa kichawa, taifa ambalo viongozi walioko madarakani wanaamini kwamba wananchi sio ndio walioweka madarakani, kila kitu kinaendeshwa kichawa. Jana nilikuwa mtandaoni, nilikuwa naangalia eti kuna watu wanaitwa wafupi wa mama, yaani namna ambavyo huyu mama na serikali yake iko desperate, wametafuta ushawishi mpaka kwa watu ambao kiuhalisia hawawezi kuwa na ushawishi wowote kwa Watanzania, wamepata kikundi cha watu wafupi eti na wenyewe wa wanajiita wafupi wa mama wako kumpigania mama Samia. Nimesikia kuna watu vibonge wanajiita mabiji wa mama. Hofu yangu ni kwamba siku kwa akija kujikusanya watu wengine wanaofanya dhambi za mambo mengine na wenyewe akijiita mjikundi cha mama, sio hapa kwa mama, sio hapa wafunga. Lakini vitu kama hivyo vinatuvilishia kwamba taifa hili mifumo yake imeshakuwa kuwa corrupt. Taifa hili sasa hivi hakuna kitu kinaendeshwa kwa utaratibu. Kwa hiyo washauri ndugu zangu wa Tegeta, ndugu zangu wa Kale, kwamba haya yote tunayozungumza, ugumu wa maisha tunayozungumza, chochote tunachokiona kibaya kipo kwenye taifa hili, sio mpango wa Mungu huo. Amekuwa ni mtaji wa CCM. CCM wanafurahia sana ugumu wa maisha yenu na mambo yote mabaya mnayokumbana nayo, kwa sababu yamekuwa ndio mtaji wao. Jambo la wa mwisho, nimemsikia jana kama sio juzi, Waziri Simbachawene anasema madai ya CHADEMA hayatekelezeki haya kwa sababu muda hautoshi. Nilidhani Simbachawene atasema madai ya CHADEMA hayatekelezeki kwa sababu sio ya msingi. Anasema hayatekelezeki kwa sababu muda hautoshi. Sasa muda hautoshi kivipi? Katiba yetu inasema huu uchaguzi kwenye taifa hili sio mpango wa Mungu aliyosema tutakuwa na uchaguzi wa mwaka huu sio Mungu sio Yesu wala sio Mtume aliyesema mwaka huu kutakuwa na uchaguzi ni sheria zetu ambazo sisi wenyewe wa Tanzania tumezitunga. Na uzuri katiba yetu inasema sio lazima uchaguzi ufanyike kama kutakuwa na mazingira ya kuahirisha uchaguzi huo. Kukiwepo kuna hali inayofanya uchaguzi usifanyike, uchaguzi unaweza kuadhimishwa kutaahirishwa. Na sisi CHADEMA tumesema kwa sababu hatuna mifumo bora, mifumo huru ya uchaguzi kwenye taifa letu, hatuna shida na Samia kuendelea kutawala. Kwani Mama Samia anaogopa nini kuendelea kuwa rais wetu mwaka huu, mwakani na mwaka kesho kutwa? Shida ni nini si aendelee kutawala? Sisi Chadema tumesema kusipokuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi, huo uchaguzi hautakuwepo. Si hautakuwepo kwa sisi kususia. Na hilo lazima watu wote waelewe. Sisi Chadema vijasema kwa sisi ya uchaguzi. Tulicho kisema ni kwamba hatutafanya uchaguzi Chadema na wao sisi hapa fanyeje? Hatafanya. Hatuko tayari kushiriki kwenye uchaguzi ambao tukienda kushiriki kwenye uchaguzi tunatokea na mambo mabaya. Mimi mwaka jana nimegombea udiwani, nimegombea kwenye kitu wa kijiji kijijini kwetu Beredi, eti na mimi nimekatwa jina, alafu huyo mgombea wa CCM aliyepitishwa sidhani hata kama darasa la nne alifika.